Ujambo mwanafunzi, katika kipindi cha leo tutajifunza kusoma kwa ufasaha. Zingatia kwa makini mambo yafuatayo: matamshi bora, kasi ya usomaji na kiwango cha sauti. Jamari katika njia panda. Jamari alikuwa mfanyakazi mashuhuri katika kampuni ya usambazaji bidhaa ya Kengeleni. Alijulikana kwa bidii yake na uadilifu usiyoyumba. Kila siku alifika kazini mapema na kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu. Alielewa kuwa ajizi huwa nyumba ya njaa. Siku moja, mwajiri wake Bwana Otido alimpa jukumu la kusimamia hesabu za mauzo ya kampuni. Jamari alipokuwa akipitia rekodi za mauzo, aligundua kuwa kulikuwa na tofauti kati ya pesa zilizotokana na mauzo ya kila siku na zile zilizowekwa katika akaunti ya benki ya kampuni. Lo! Jamari hakuamini alichogundua. Aliamua kuchunguza zaidi. Baada ya kupitia stakabadhi zote, alitambua kuwa mmoja wa wafanyakazi alikuwa akihusika katika ubadhirifu wa fedha za kampuni. Jamari alihisi kuwa lilikuwa jukumu lake kuripoti suala hilo kwa wasimamizi. Hata hivyo, moyo wake ulimuuma, kwani mfanyakazi aliyekuwa akijihusisha na udanganyifu alikuwa rafiki yake wa dhati. Je, ayafiche maovu ya rafiki yake au afuate uadilifu? Baada ya kutia na kutoa, Jamari alifikia uamuzi kuwa kuficha ukweli kungemfanya awe mshirika wa uovu. Keshoye aliripoti tukio hilo kwa wasimamizi. Baada ya uchunguzi wa kina, ukweli ulidhihirika na mfanyakazi aliyekuwa akijihusisha na wizi alifutwa kazi. Kampuni ilimpongeza Jamari kwa uaminifu wake na kumteua kuwa mhasibu mkuu. Asante kwa kusikiliza. Mwalimu wako wa darasa atakuelekeza zaidi.